wewe ndo ulikuwa unakataza ushabiki sasa, hapo unataka ushabiki. Haya, wa Simba anayetaka kumjibu, ah, Esther Matiko, mjibu. Nashukuru Mheshimiwa Spika, kama alivyojibu naibu waziri, lazima tuheshimu kanuni ambazo zina guide mchezo wa mpira wa miguu iweze kukuza vipaji, tusiweke ushabiki. Mheshimiwa naibu waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa.